na hubiri, habari ya kuatia moyo watu waliokata tamaa. Asubuhi ya leo nimetoka kwenye vipindi vyangu vya alfajiri, alfajiri kabisa, sijui nazaga saa ngapi, saa kumi na nusu mamaliza saa kumi na mbili nikamaliza kile kipindi, nikaanza safari ya kumpeleka mama Mwakaleni alfajiri lile kwa sababu tuna msiba, shemeji yangu amefariki. Nikimaliza salamu zangu hapa nitatoka tena kumfuata mama, lakini kwa ajili ya umuhimu wa mkutano huu Mungu amenisaidia, nimetimiza gari ili niwahi huu mkutano, ndiyo maana <coughs> <coughs> anawambia Mungu anawapenda mtu asiwakatishe tamaa. Mungu anawapenda, afu mependa kwa sababu nahubiri habari ya wokovu, habari ya msamaha wa dhambi, habari ya amani. hicho nimetupenda sana, na Mungu awafanyie hivyo, waendelee kuwa na moyo mkuu shujaa Msizungumze habari ya mtu baba. Mm. Askofu watu, yes. Watakichelewe sana, yes. Msizungumze habari ya madhehebu, yes. Yatatuchelewesha, yes. Sisi tuzungumze habari ya Yesu, yes. Yes. Yes. Sisi tuzungumze habari ya wokovu, yes. Wao wakisema habari ya watu sisi siyo ajenda sisi, tuhubiri habari ya uzima wa milele tusiangalie. Kule tulikotoka, kule nyuma yuko shetani, ila mbele yetu yuko Yesu. Sisi tuende mbele. Nimetoa moyo na taarifa ambayo katibu mkuu amesoma inaonyesha hili kanisa linaangalia mbele. Nataka kwenda mbele, kwa sababu tukizungumza mambo ya nyuma yatatuchelewesha, mambo ya jirani yako. Tukizungumza habari ya mambo ya nyuma yatatuchelewesha. <laughs> Mpe Bwana Yesu makofi kama tunakubaliana. Lakini nataka nikubaliane na hii kwaya. Kwaya gani hii? Wameimba vizuri, hawa wameimba vizuri, jamani. Unajua ukienda kwa Wakatoliki wanasema tumsifu Yesu Kristo, sio yes? Wakatoliki wanasemaje? usikate tamaa karibu. Yes, usikate tamaa, usikate yes, Usikate tamaa Yesu Yesu karibu. karibu. Usikate tamaa. Yes, tama. yes, tama. yes. Sasa nataka hawa waimbaji waimbe vizuri watupe na sisi kauli mbili

Nakumesimama alafu nakaa tena. Unapojibu lazima uinuke, sawa. Kimekaa sawa, tulia kwa Yesu. Askofu msaidizi alinipa ujumbe ambao ndio kichwa cha mkutano huu, Zaburi ishirini na moja na ule mstari wa tatu, kwamba hili ndio neno la mkutano na nilitegemea tungebandika kama neno kuu la mkutano wetu. Pana neno kiongozi wetu labda mm, alisahau lakini alimweka neno hili, hili kwamba hili ndio neno lilobeba mkutano pamoja na mambo yote. Lakini hili neno ndio kiongozi wetu. Zaburi sura moja mstari wa tatu anasema, kwa maana uliko kimbilio langu ngome yenye nguvu, adui asinipate. Wesha mkono wako namna hii. Huu ni mkono kwa ajili ya Mungu, ni mkono wa shukrani, ni mkono wa nyenyekevu, kwamba kama singekuwa kwa Mungu leo sisi tusingekuwepo. Mungu ametupa heshima kubwa. Mungu ametuheshimisha, ametuheshimisha. Ndio maana hata huyu Zaburi anasema, kwa maana ulikuwa kimbilio langu. Sema ote, kwa maana ulikuwa kimbilio langu. Kwa maana ulikuwa kimbilio letu. Kwa maana ulikuwa kimbilio langu. Ngome yenye nguvu. Ngome yenye nguvu. Adui asinipate. Adui asinipate. Adui asinipate. Haleluya. Amen. Ndio, ni neno kubwa sana. Tukitafakari tu katika hali ya kawaida, ukisoma kama unavyosoma mistari mingine, lakini ni neno, ni neno kubwa, imebeba tafakari kubwa kwa maisha ya mtu mmoja mmoja, na kwa maisha ya familia, na kwa maisha ya kanisa, imebeba tafakuri kubwa. Anashindwa kueleza namna alivyookolewa, anashindwa kueleza namna alivyoponywa, anashindwa kucheza, lakini anasema wewe ndiyo ulikuwa kimbilio langu. Siku chache zilizopita watu tulikuwa tunaadhimisha na tunafurahia kuingia kwa mwaka mpya tumepitia mengi mno, kwa mtu mmoja mmoja, hata kwa kanisa letu, mambo mengi ya kukatisha tamaa. Wengine hawakuamini kwamba wangefika st umepona kwenye ajali. Niseme tena kwa msitizo, kama ingekuwa ni swala la kupigiwa kura, watu ambao wanatakiwa wachaguliwe, ambao wanatakiwa wapati waishi, wewe usingepata hata kura moja. Inawezekana hata watoto wako wasingekupigia kura, ingewezekana hata marafiki zako wasingekupigia kura, wakisema afe na kama ingekuwa ni swala la kupiga kura juu ya kanisa lipi liwepo na kanisa lipi isiwepo, nataka niwaambie teka mkura zisingetosha. Yeah, ngefutwa yeah, yeah. Ah, ashukuliwe Mungu ambaye alikuwa kimbilio lenu, ashukuliwe Mungu aliyekuwa msaada wenu. Nataka niwaambie ni niwaambie niwaambie ni ni epo kwenu hapa kuwafurahisha wote. Kuna watu wengine walifurahi, wangefurahi sana labda hilipaa libomoke alafu, yeah, wasikie kwaela kwa ile kwa walioimba wote wamekufa, na wale maskofu wakuu wale waliotoka, wapo wametoka Arusha, wazee hawa wote wamekufa, kwa ingekuwa yani, wangefurahia kana kwamba waliokufa wali ni wapagani, kana kwamba waliokufa ni watu wa mataifa. Lakini waliokufa wanaoombea mabaya ni Wakristo wenzao, ni wapendwa wenzao, wametofautiana tu katika mitazamo fulani ya kibinadamu, wangeombea mabaya. Ashukuru Mungu katibu wao, nafikiri zinguzo ndio zimeshika, ilipaa. Acha hiyo bwana. Unajua, kuna watu wasema, ah, lile jengo limejengwa ni imara sana, ndio limeshika ile kwa. Acha hizo hadithi, aliyewashikilia ni Mungu. Mpeni Yesu makofi. Aliyewatunza mpaka leo ni Mungu. Huyo Mungu msimwache, huyo Mungu msimwache, na awe kimbilio leo, mwendelee kuifanya kazi ya Mungu bila kujali watu wanasema nini, ili mradi mnafanya kazi ya Mungu. Askofu mkuu endelee kufanya kazi Amen, na Mungu aendelee kujitukuza kwa sababu ya kila ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hiyo niseme ukweli, kuna mambo ambayo sisi kama Brotherhood, na pale liko rafiki yangu Oscar Mengele wa Calvary, sisi tusiweza kuyafanya yote hapa lakini nimekuja keka muma waaleta watu kwa Yesu, yeah. Niseme ukweli wamrevyani wako hapa, oruteni wako hapa, Wakatoliki wako hapa, hawawezi kufanya mambo yote yale ambayo yanawashinda, niye mnawakamilisha, niye ndio utamilifu. Kwa sasa sisi ni viungo Kristo kila kiungo faida kwa mwenzake, lakini angalia huyu adui na huyo hajamtamka jina, amesema nimekuwa kimbilio langu. Adui. Adui. Adui. Kwa la nguvu mbele ya adui, adui, adui ndio hapendi kuona kazi ya Mungu inasonga mbele, hapendi kuona injili inahubiriwa, hapendi adui n msipo mdhibiti askofu mkuu askofu msaidizi, <laughs> mumdhibiti adui iye, mnasema siku metokea nini, hiyo ya mwezi wa tisa siku metokea nini? Yaani msimtafute mchawi, ni adui yeye, ndo anapenda kuvuruga kazi ya Mungu, yeye ndo hapendi kuona kazi ya Mungu inasonga mbele, na najua mkanza kuvurugana tena nawapisha kwa Mungu wenye haya, msije mkaanza kuvuruga tena. Yale yaliyotokea huko nyuma iwe mwisho Amen. Na ni afadhali ni afadhali ni yani, mtu ambaye angependa kuendeleza yale ya nyuma Kumefanya kosa ila kosa kuiharibu kazi ya Mungu, hiyo ndio kazi ya kosa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ili likuwa mwisho yes. Na mwanzo isirudiwe tena Amen. Paka Yesu atakapokuja, haleluya, kanisa libaki kuwa mwisho. Nataka nikiri ukweli, hata tulipokuwa tunasikia habari zenu tulikuwa tunaumia mimi. Uh, baba yangu Mambora yeye ndio alikuwa nanipa taarifa, ndio habari za migogoro ndani ya madhehebu. Sio habari njema, sio habari za kufurahisha. Watu wa ulimwengu wanafurahi. Unaona, unaona, unaona, unaona. Wanasaidilia, sio habari njema na ndio maana nawasikiza, iliyotokea iwe mwisho, lakini mujifunze, adui alipata wapi mlango? Askofu mkuu alipata wapi? Wamarekani wamechukua yule yule rais wa nani wa wa, wa, wa, wa, wa. Venezuela yule rais wamemchukua Wamarekani. Ma, rais Maduro. Maduro ze Maduro wamemchukua <laughs> alikuwa <Alpana mwengu zara. laughs> na mbwembwe sana na ulinzi wake ulikuwa hali ya juu sana mifumo ya kulinda anga la Venezuela ilisukwa na Warusi na Warusi ni mmoja ya mataifa makubwa ambayo yana silaha kubwa, lakini Wamarekani wameingia kiresi bwana, wagaenda mpaka chumbani wamemchukua mzee Maduro na mke wake. Hii ni dharau kubwa sana kwa taifa la Venezuela. Nchi nyingine inakuja kirahisi, inamchukua rais wenu, alafu imechukua na mke wake, ni dharau kubwa swali so, ambalo limewaacha hoi, hata Wachina wanajiuliza, Marekani wamewezaje kuingia? Maana Marekani uh, Wachina wale ndio walikuwa wanamsaidia uh, uh, Maduro ndio walikuwa na, na mruzi na maile, mataifa yale na... ndio walikuwa. Sasa amewezaje kuingia rahisi, akachukua, akamchukua rais wa wow. Adui wanasema kuna watu ambao ndio walikuwa na wapa taarifa wa Marekani, hujasikia askofu mkuu? Yaani, kuna watu ambao walikuwa kwenye jeshi la Venezuela ndio wakawa wanavujisha siri kwa taifa Marekani, adui akapata nafasi, akamwondoa aisia. Lazima mjia dhani adui yupo tunaokofa ni sisi, lakini adui hafi kidzazi na kisasi kinaendelea kuishi na huyo adui. Kama hivyo ndivyo, lazima mwe makini. Mujiulize maswali. Venezuela wanajiuliza maswali, Marekani amewezaje kuingia hapa na nini? Mujiulize kama mlikosea. Tunajifunza kwa makosa. Mimi ni askofu, nimefanya makosa mengi sana. Yale makosa niliyofanya, makosa hayanifanyi nikate tamaa. Mimi kwangu ni shule. kama, kama nanii, kuna makosa mliyofanya mnajifunza ili msirudie tena, msipite tena ile njia ambayo wengi walijikoa. Kwa nini adui anatutafuta? Kwa nini anatuinda, anatuida? Kwa sababu ninyi muna kitu. Hey, nyie watu wa Keka, muna kitu niye cha pekee. Umewahi kuona wapi wachezaji wanamtafuta uwanjani mtu ambaye hana mpira? Wachezaji wale maadui, timu pinzani, wanamtafuta siku zote mchezaji mwenye mpira. Ninyi mna mpira, ninyi mnakwenda kufa Adui yupo na namna nzuri Baba Askofu ya kumdhibiti adui. Nitaka itakawasaidia kipa mbele chenu iwe maombi. Tunaweza tukadhibiti kila mlango, kila mwanya ambao adui angeutumia. Kwa sababu kwa maombi tunakuwa karibu na Mungu, kwa maombi tunapata hekima namna, yeah, ya kutengeneza tofauti zetu, kwa sababu tofauti zinaweza zikatokea miongoni mwetu. Si mnajua, si mnajua, yeah, tofauti zinaweza zikatokea. Sasa kwenye tofauti zile adui mara nyingi ndio anajipenyeza. Sisi tukiomba Mungu atatupa hekima namna ya kumaliza tofauti zetu kanisa ni kacha kuomba kwa Mungu. Aliwapa kazi ya kuifanya kazi yake, maana Mungu ndiye amewapa ninyi kazi. Amen, si mnajua amen. Sio mwanadamu aliyewapa kazi, ni Mungu. Na kwa sababu Mungu ndiye amewapa kazi, kazi yenu ni kuomba kwa Mungu. Injili ya Mathayo anasemaje? Anasema hivi, kwa kukazia ile neno la mkutano Mathayo sura ya 13. 1 inasema sura 24. Akatolea mfano mwingine akisema, ufano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala watu walipolala yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Shida ya hawa waliweza <tip> adui kupata mwanya, alipata nafasi walilala usingizi. Mwambie jirani yako usilale usingizi. <tip> usilale usingizi, usilale usingizi ili adui asijakapanda magugu ndani ya kanisa letu lakeka sema, mweleze ili adui asijakapanda magugu ndani ya kanisa lakeka. Maana adui yupo, kazi yake yeye, furaha yake mnapofarakana, ndio anaona ni mafanikio kwake, mnapogombana yeni chini anafurahi kweli. Sasa ili tumdhibiti kasima tuombe tu, tunakesha usiku na mchana, na najua baba askofu mkuu na huyu askofu ambaye yupo hapa. Najua askofu mtakaye mchagua atakayechaguliwa yupo. Muulize jirani yako, labda wewe ndio utakuwa askofu labda. <laughs> Siyajulikani mpaka sasa. Muulize labda wewe ndio utakuwa askofu. <laughs> Askofu, hakikisha unaomba askofu na na yeye awe kiongozi wa kuongoza watu kwa Mungu, awe kiongozi wa kuhamasisha watu kuomba, na yeye awe, naomba Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Awezaye kuwatunza na kuwalinda msijikwae na kusimamisha mbele ya kiti cha enzi cha Mungu Mwenyezi, katika furaha kuu ya Mungu ya siku ile inayokuja, ni fadhili na salama hata wakati wakuja kwake Bwana. Baba askofu mkuu, nitakuomba siku moja, ama askofu atakayechaguliwa, wanasemina na wachungaji ni wako, vitu vidogo, kwa sababu muda wangu huu haitosha

askofu nikipata hiyo neema na kibali nitafurahi sana. <laughs> naomba nisimame niwatakie baraka za Mungu. Amen. Na Mungu wa uongozi mpate mtu sahihi mwenye mzigo anayelipenda kanisa ambaye yuko tayari kulifia kanisa <laughs> ambaye anajitoa nafsi yake na maisha yake yote kuhakikisha kanisa linasonga mbele. Hatutakiwi tuchague kwa ushabiki, kwa kufata ukabila, kwa kufata undugu, ukanda au rafiki. Usifanye hivyo, taharibu kanisa. Tumpate mtu ambaye ni mcha Mungu. Hakusema huyu ni askofu, watu waseme amina, huyu ni baba Unajua, nafasi ya ukaba ni nafasi ya heshima ya juu sana ndani ya kanisa. Tukisema huyu ndio baba, watu waseme amina. Amin, nawaombea hivyo. Amin, nawaombea kwa Mungu mtano umalizike katika umoja. Amin, na katika amani. Amin, na roho Mungu awaongoze ili kanisa temani. Mtafurahi kusikia kanisa munaendelea kufungua katika maeneo mbalimbali. Nitafurahi kwa sababu, kama nilivyosema, makamu wakati ule wanahangaika kwenye vikao vya usuluhishi. Mii kawaida, kuna nafasi ya kuihubiri injili ipo. Kwani mnapoteza muda kwa sababu ya marumbano? Ndio Ibrahim, yule baba alikuwa na hekima yule, alimwita yule bwana mdogo rutu

Brother, bani, nasi tupo, tupo mbele za Mungu, kwa sababu mimi nasema Mungu ndiye anayewajua watu wake, tusitwane macho hapa. Kama hivyo ndivyo, kama hivyo ndivyo, na Mungu atujalie hivyo kubaki na imani. Bwana Yesu asifiwe, kuwa kitu kimoja na mkutano wetu kuu mmoja. Sasa wote niombee, tusimame Hapa tusimama. Mnapenda niombe? Amen. Mnapenda niombee? Amen. Haya, kwanza tutaombea kanisa.